Mwanasheria sheria mkuu wa serikali ya mapinduzi ya Zanzibar, Bwana Othman Masud amesema hakuna sheria ya kumkamata mwananchi kwa kuchana rasimu ya mswada kama kitendo hicho hakijasababisha uvunjaji wa amani. Mwanahabari wetu Faruk Karim anaripoti. Sheria mkuu wa serikali ya mapinduzi ya Zanzibar, Bwana Othman Masud ametoa kauli hiyo alipoulizwa kwa njia ya simu na ITV kuelezea kitendo cha kuchanwa kwa rasimu ya mswada wa mswada waundaji wa tume ya kukusanya maoni alichofanyika wakati wa uchangiaji wa mswada huo hapa Zanzibar. Baba amesema hakuna sheria inayotamka swala hilo kama alichukuliwa kikosa, ingawa linaweza kuwa kosa ikiwa kitendo hicho kinasababisha fujo na uvunjaji wa amani. Katika mjadala huo jana waliofanyika mbele ya kamati ya katiba na sheria ya bunge la jamhuri ya muungano ikiwa kiwemo pamoja na waziri wa ushirikiano wa jumuiya Afrika Mashariki Mheshimiwa Samuel Sita, mmoja mwananchi Sheikh Farid Hadi Ahmed aliamua kuichana rasimu hiyo na kusababisha mkutano huo kuvunjika kwa madai kwamba mswada huo haufai kwa Zanzibar. Tutatunga mswada wenyewe, wataalamu tunao, wana sheria wa kila aina. Tena tutauleta kwa lugha yetu ya kitaifa ya Kiswahili. Mambo ya kuvungwavungwa yamekwisha, mwenyekiti na mheshimiwa, mnasubiri nini jengine? Mkitaka, mkitaka muone kivitendo, hatutaki basi, ndiyo hivi. Kwa mapema, kabla kitendo hicho cha kuchanwa kwa rasimu hiyo, baadhi ya wasome walipata fursa kuchangia mswada huo ambao wengi wao walitaka mswada huo urekebishwe na uangalie maslahi ya pande zote mbili kwa usawa. Nayo pia hii kifungu cha ishirini na sita nacho kina matatizo mengi Tatizo la kwanza, je, katika validation of the constitution kuhusu kura ya maoni Zanzibar itachukuliwa peke yake, kwamba wananchi wa Zanzibar walioikubali katiba mpya ni hawa na wananchi wa Tanganyika walioikubali katiba mpya ni hawa? Katiba nzuri si ile ambayo kwamba ina vipengele vizuri, lakini katiba nzuri inatokana na uhalali wa katiba ile, na uhalali wa katiba unatokana na uhalali wa kisheria na uhalali wa kisiasa. Uhalali wa kisiasa unatokana na kuridhika kwa watu wanaotengenezewa katiba hiyo. Kwa siku mbili, kamati ya katiba na sheria bunge ilipokuwa hapa kisiwani Zanzibar, imekutana na hali ngumu baada ya rasimu ya mswada huo kukataliwa kwa asilimia kubwa na wananchi waliochangia, wakiwemo watendaji wakuu wa serikali ya mapinduzi ya Zanzibar. Kutoka hapa kisiwani Zanzibar, mimi ni Faruk Karim wa ITV.